Jamani, kaka zangu, mambo zenu? Fresh dada yetu. Karibu. Kaka zangu, nina dawa na biashara, naomba mniungishe. Biashara? Dawa, dawa gani, zile dawa? Kampuni yetu inajihusisha na uuzaji wa dawa za nguvu za kiume. Ni dozi mara moja tu, kaka zangu, naita matokeo. Najua nyie mna wake zenu, mkitumia kwa siku moja tu matokeo mtayaona. Yaani kwa upande wangu mimi, dadangu, mimi nipo kingilingani, show show, vipindi vyote, si kwa mwenzangu hapa. Da, kweli mwanangu, tabidu uchukue, maana hapo fezea. Mwanangu, naweza nganunua, sio kununua, naweza nganunua tena zaidi yake Asaa mtu mwenyewe kumfanya jaribia ufanyli niangalie kweli, ni uhakika au sio uhakika? Ndo tatizo ndo hilo nitakusaidia, mi nipo nipo kwa ajili yako kaka angu, naweza nikujaribia eaea Naumwa hivi hiyo dawa unaanza mimi kwanza kunihudumia kwanza, maana mimi ndo mgonjwa maututi, naumwa kabisa na No. Yeah, <sole> <mother children> <streaming>